Kwa majina kama nilipowatambulishwa, naitwa Wakili Benjamini Kalume, ni makamu mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya TFF. Ndugu waandishi, tumewaita kuwapa taarifa kwa niaba ya kamati ya uchaguzi ya TFF na kwa mujibu wa kanuni ya kumi ya kanuni ndogo ya ya kanuni za uchaguzi za TFF toleo la mwaka 2021 kwamba tunautangazia umma wa Watanzania kuhusu uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi ama naitu Tanzania Premium League Board. Hivyo, kwa mujibu wa kanuni hiyo ambayo nimehitaja, ya kumi kifungu kidogo cha kwanza, kwamba kutakuwa na uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi na nafasi ambazo zilizokuwa zinagombewa ni nafasi moja kwa upande wa mwenyekiti na makamu mwenyekiti nafasi moja, na kutakuwa na wajumbe wa wakilishi wa klabu za ligi NBC, ligi kuu ya NBC nafasi tatu, alafu kutakuwa na wajumbe wa wakilishi wa klabu za NBC Championship nafasi mbili, pamoja na wajumbe wa wakilishi wa klabu za First League nafasi moja. Sasa katika uchukuaji wa fomu kuna gharama ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa kanuni. Kwa nafasi ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti gharama ya kuchukua fomu ni shilingi laki mbili shilingi za Tanzania laki mbili Nafasi za wajumbe wa kamati ya uongozi, gharama yake ya kuchukua fomu ni shilingi laki moja za Tanzania, na fomu zitaanza kutolewa tarehe mbili mpaka tarehe sita mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano na zitapatikana katika ofisi za TFF pamoja na tovuti ya TFF. Jambo la kuzingatia ni kwamba kwenye huu, mu, mu, uh, kwenye uchaguzi huu wahusika wakuu ambao wameainishwa kwa mujibu wa kanuni ni vilabu vya ligi kuu ya NBC pamoja na NBC Championship pamoja na First League. Kwa hiyo wawa, ni watu maalumu, ni vilabu tu peke yake ambavyo wanahusika sasa mpaka kuja kufikia uh, uchaguzi kuna matukio ambayo yameainishwa kwenye kalenda ya uchaguzi. Ikumbuke kwamba uchaguzi wetu utafanyika hapa hapa Dar es Salaam mnamo tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja ishirini ishirini na tano.